Na mtazamaji wa Trend TV bwana Juma Lokole ameamua kuvujisha siri, eh, kuhusiana na vitu ambavyo vinaendelea huko mtandaoni. Tunafahamu kwamba katika kapo ambazo watu wengi sana walikuwa wanazifuatilia ni hii kapo ya Tunda na Ndaro ambaye Ndaro ni comedian, Tunda ni mwanadada maarufu kwa muda mrefu. Kwa hiyo watu wengi sana walikuwa wanaifuatilia hiyo kapo. Na kitu ambacho watu wamekuja ku notice ni kwamba mara tu baada ya Tunda na Ndaro kuachana, tukaona mara wameachana, mara wamerudiana na vitu vingine kama hivyo. Lakini hivi karibuni inasemekana kwamba Ndaro ame move on, yuko na mwanamke mwingine hivyo basi Juma Lokole ikabidi ampigie Tunda kutaka kupata confirmation kwamba je, ni kweli Tunda na Ndaro wameachana eh? wa maana Ndaro inasemekana kwamba yuko katika penzi na mwanadada ambaye alikuaga katika mahusiano na Manara hapo zamani, alikuwa mke kabisa actually wa Manara. Tunamzungumzia mwanadada ambaye anafahamika kwa jina la tulikuwa tunataka tupate confirmation na Tunda. Of course, Tunda ameconfirm kwamba yeye ameachana ame na Ndaro kitambo sana, hata sura ya Ndaro yenyewe ameishaisahau. <coughs> Ya yeah, so hivyo ndivyo mambo yalivyo, ni kwamba ya, Juma Lokole bwana amepekua pekua mpaka kumpigia Tunda kutaka kujua nini kinachoendelea, maana amesikia kwamba Ndaro ana date na Rushayna. Kwa hiyo moja kwa moja ni kwamba eh, Tunda mwenyewe ameconfirm kwamba yeye na Ndaro ameisha achanaga kitambo, hata sura yake ameisahau. Ukiwa kama mdau unaizungumziaje kapo hiyo, weka maoni yako bwana katika comment section, tutakuwa tukisoma na ku-reply kila kila comment na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.